Vile nafunguka bilonea anagongana na dada maskini hapa. Asa kipindi amegongana, pesa zote zikaanguka. Zile pesa alizokuwa ameshika mkononi, yani kwa ajili ya kufanya biashara. Kuna biashara ilikuwa inaendelea hapa. Maana kuna mtu alikuwa anaongea naye kwenye simu. Maya baada ya kuokota zile pesa, akawa anasubiri bilonea amalize kuongea na simu ili amkabidhi pesa zake. Na baada bilonea kumaliza kuongea na simu, Maya alimkabidhi pesa zake. Kisha akaanza kumwomba msamaha. Bilonea hakujali wala kuchukia kabisa kwa kile kilichotokea. Alimsamehe Maya kwa sababu anajua ni vitu vya kawaida sana. Huwa vinatokea duniani. Na wala si mara ya kwanza kwake. Maya alimshukuru sana bilionea. Kisha huyo mdogo mdogo akawa anasepa sepa. Asa kipindi Maya na sepa, kuna mwamba anatokea hapa. Mwamba alikuwa anaongea na bilionea kwenye simu. Samani mkuu, samani kwa kukuweka muda mrefu sana. Kuna kazi nilikuwa naimalizia kidogo. Ila samani sana mkuu. Najua nimekusubirisha. Basi bwana, huyu bilionea alikuja kununua eneo hapa. Mwamba kana anamuonesha eneo, yani linapoanzia mpaka linapoishia. Bilionea ndo kazi yake maarufu sana hapa Lagos. Yani yeye huwa ananunua kiwanja hata kama juu kina mjengo lakini mwisho wa siku anashusha mjengo wake wa maana kisha anauza ama anapangisha. Hiyo ndo kazi yake maarufu sana hapa mjini. Hasa kipindi anaendelea kuoneshana maeneo, Maya akatokea amerudi tena kwa mara nyingine. Sijui anataka kuongea nini huyu mwanamke, yani mpaka bilionea mwenyewe ameshangaa. Mwamba akaanza kutoa shombo kuhusiana na Maya. Mwamba anafahamu Maya? Sijui kitu gani kinaendelea hapa. Mpaka bilionea ikabidi aulize, nyato hili mnafahamiana? Mwamba akakataa, Maya akaitikia ndio, tunafahamiana mkuu. Mwamba akaanza kufoka sana Anajua anachokifanya hapa. Na Yesu anaogopa Maya kumharibia dili lake. Maya akaanza kuongea ukweli. Bilionea kabaki ametoa macho tu. Haamini anachokisikia. Mkuu, ile eneo aliuzwi, ile eneo limezuiliwa na lina kesi mahakamani. Mahakamani? Ndio, mkuu. Una uhakika na unachokiongea? Ah, mzee wangu, embe cha kumsikiliza huyu mwanamke. Yaani kabisa unakaa unapoteza muda kumsikiliza mwanamke maskini kama huyu. Hakuna anachokielewa huyu. Hivi kabisa kwa akili yako mzee. Huyu anaweza kafahamu nini kuhusu hapa? Mwamba aliongea shombo nyingi sana, lakini Maya aliendelea kukazia tu. Mkuu, hiki ninachokwambia na uhakika nacho. Hiki kiwanja na hizi mali zilizopo juu yake, kesi yake hapo mahakamani na bado haijaisha. Huyu anataka kutapeli. Anataka kuzi kiwanja ambacho kina kesi. Sasa maamuzi ni yako, mkuu. Uache ama nunue kiwanja ambacho kina kesi. Mimi namfahamu huyo. Huyu ni bosi wangu. Mimi ni kibaraka wake. Nafanya kazi kwenye kampuni yake. Nashukuru sana mwanangu. Umejuaje kusana na ili? Ah mzee, Hakuna asiyejua kusana na hili. Kila mmoja anajua, anafahamu kusana na hiki kiwanja na hivi vitu vilivyokuwepo juu. Bosi wangu, acha kumsikiliza huyu mwanamke, anakudanganya. Uh, Mr. Solomon, nimekusikiliza sana kwa makini. Wewe pamoja na dada hapa, na wote nimewaelewa. Lakini kitu ambacho nataka niseme ni kimoja tu. Naomba nisitishe hii biashara mpaka pale nitakapojiridhisha. Mzee akamshukuru Maya, kisha huyo akasepa. Solomon akabaki ajua atafanya nini. Kichwa kishachanganyikiwa, kinawaka moto. Moja ikae, mbili ikae. Maya kazi anayo hapa. Sizani kama atatoka salama. Mwamba kaanza kumkaba Maya, maana ameharibu dili lake. Mwamba alikuwa anapiga pesa ndefu sana hapa. Maya ikabidi ajitetee kidogo, maana yule Mwamba alikuwa anamuua hapa. Una tabia mbaya sana. Utakuja kufia jela wewe mjinga. Sasa naomba unisikize kwa makini wewe mpuzi. Tena unisikize kwa makini. Nakwambia kitu kimoja, utalipa juu haya. Utalipa juu hiki ulichokifanya. Mwamba akamvuta nywele Maya, kisha huyo akasepa. Maya akabaki ametulia tu. Ndonga na muuma. Ameshaharibu dili la watu, lakini hakuwaza wala nini. Ilimradi ametenda wema. Hayo mengine hayajui basi. Bwana, baada ya usiku mnene kuingia, Maya amelala zake, ana hilo wala lile hajui, kinachoendelea amelala fofofo. Mara kuna njemba mbili zinaingia hapa, moja kwa moja mpaka pale alipolala Maya, kisha wakamwamsha na kipondo kikaanza. Basi bwana, baada ya yale yote kupita, baadaye kuna msamaria mwema alikuja hapa, akaanza kumkandakanda Maya, maana alikuwa ameumia vibaya mno, sura yote imevimba kutokana na migumu yaliyopigwa. Amechezea kipondo cha kufa mtu. Umbea amemponza, amejifanya msamaria mwema. mwisho wa siku amechezea kipondo, amepigwa vibaya mno. Yaani hapo dunia yote anaiona chungu, tena anaanza kujutia kwa kile alichokifanya. Yaani bora angekaa kimya tu, kuliko ukweli aliosema umempelekea pabaya. Maana hakuna faida yoyote aliyoipata zaidi ya kipigo tu. asamwamba ikabidi amuulize Maya kama anaweza kumfahamu mtu ambaye amemfanyia vitendo hivi vya ajabu. Maya kusita kusema, akamwambia Mwamba, ndio namfahamu, ni Solomon. Mwamba alishangaa na akashtuka. Solomon? Solomon bosi wako ndio amekufanyia unyama huu? Una uhakika na unachokisema? Basi bwana, Maya akaanza kumpa stori yule mwamba, yani yule jirani yake, kuhusiana na mambo anayofanya Solomoni. Kumbe shida ilianzia pale. Shida ilianza toka kwa ofisini kwao, yani wanapofanyia kazi. Solomoni alikuwa anamtaka Maya. Alijitahidi kumtongoza kwa kila hali na mali ili kuhakikisha anampata Maya. Lakini Maya hakuwa tayari kabisa kuwa karibu na Solomoni, yani hakutaka mahusiano na Solomoni. Maana anamjua vizuri bosi wake, ni mtu mwenye tamaa. Kila mwanamke anayekuja hapa anamtamani. Na mara nyingi alikuwa akimsumbua sana. Meaa yani Solomoni alikuwa akimsumbua Maya. Lakini Maya alikuwa hataki kabisa mahusiano na Solomoni. Yeye alikuwa anataka kazi tu, hayo mambo mengine hakuyataka. Ila Solomoni alikuwa anamtaka kimapenzi Maya, lakini Maya kwake ilikuwa nyama ni ngumu, hakutaka kabisa hayo mambo, hakutaka kabisa mahusiano na bosi wake, yani hakupendezwa kabisa na hii tabia bosi wake Solomoni. Haamini yani kija kazi anamkataa yeye bosi, maana yeye ndo mwenye hii tenda hapa. Na hapa ndo bifulao lilipoanzia, yani Solomoni anafosi mapenzi juu ya Maya, lakini Maya hataki hata kumsikia Solomoni, yani hataki mazoea kabisa. Yeye amekuja kufanya kazi tu hapa, sio kufata mambo mengine. Basi bwana, Maya akutaka mambo yawe mengi, huyo mdogo mdogo akawa na sepa. Solomon anamsindikiza Maya kwa jicho la husuda, jicho la kilo mbaya, huku akiwa na mzi yake. Basi bwana, baada ya yote kutokea, Maya aliacha kazi yani, aliacha kazi kwenye kampuni ya Solomon, akawa anazunguka mitaani kwa ajili ya kutafuta kazi, yani kutafuta kazi sehemu nyingine. Alizunguka sana, lakini wapi akupata kazi sehemu yoyote ile. Mambo yalikuwa magumu, kila ofisi anayoingia hakuna kazi tena sehemu nyingine wanamfukuza kutokana na muonekano aliokopo nao, yani muonekano wa kichokoraa, hayuko smart kabisa. Basi bwana, baada ya maya kuzunguka kwa muda mrefu pasipo kupata kazi ilibidi arudi kwa bosi wake Solomoni kuja kumwomba msamaha ili aendelee na kazi. Maana toka siku ile aliokuwa anatongozwa aliondoka kabisa, hapa hakutaka kufanya kazi kwenye hii kampuni. Na baada ya kuangaika kwa muda mrefu kutafuta kazi sehemu nyingine na akakosa, leo ameamua kurudi tena hapa kuja kuomba msamaha ili aendelee na kazi kwenye hii kampuni, maana maisha yake ni magumu bila kazi hawezi kuishi kabisa, hawezi kutoboa. Sasa leo amerudi kwa masimu wake mkubwa, sijui itakuwa aje hapa. Ngoja tuone, maana mwamba namtaka maya waudi na uvumba na leo maya amejileta mwenyewe. Mwamba anageuka, namwona Maya maana akumwona alikuwa anaongea na simu, vichambo vikaanza. umefata nini we mpumbavu, hapa umefata nini? umefata nini nakuuliza. Samani, samani, sio wewe mkuu, wewe mkuu, kuna mpumbavu naongea naye hapa, na kama utojali, naomba nipe dakika tano tu nimalizane na huyu mjinga halafu nitakurudia mkuu, tuongee vizuri kusiana na ile dili. Basi Bwana Solomoni akakata simu, kisha akamwangalia Maya akamwita emjoo hapa jo. Maya mdogo mdogo anasogea alipo Solomoni huku akiwa anatetemeka, anaogopa maana anamjua Solomoni ana tabia za ajabu. Ebwana e, musiache kuangalia mwendelezo wa muvi hii hapa. Mimi ni Tupopa sauti ya Simba bay.